Uamuzi huo umetangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump jana Desemba kumi na sita, ambapo mbali na Tanzania, nchi zingine zilizowekwa kwenye orodha ni Angola, Antigua na Barbuda, Benin, Ivory Coast, Dominica, Gabon, pia Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal Tonga, Zambia na Zimbabwe. Kufuatia hali hii, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imesema udhibiti huo umetokana na taarifa ya wakaaji zaidi ya muda, yaani overstay report, iliyoonyesha kuwepo kwa idadi ya baadhi ya raia wa Tanzania waliokwenda nchini Marekani na kuzidisha muda wa kukaa kinyume na masharti ya VIZA walizopewa. Kadhalika, Tanzania ina kiwango cha ukaaji wa zaidi ya muda cha asilimia 8.30 kwa viza za biashara na utalii, na asilimia 13.97 kwa viza za wanafunzi, mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, viwango hivyo vilionekana kuzidi kiwango kinachokubalika chini ya sera zao za uhamiaji na hivyo kusababisha Tanzania kujumuishwa katika kundi la nchi zilizowekewa udhibiti huo. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa udhibiti huo si kamili, na kwamba Watanzania watakaokidhi vigezo na masharti ya uhamiaji wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini Marekani kulingana na taratibu na tathmini zitakazotumika. Hata hivyo, taarifa hiyo imebainisha kuwa serikali ya Tanzania itaendeleza mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Marekani yanayolenga kupata mwafaka kuhusu swala hili kwa maslahi ya wananchi wote na pia itaendelea kutoa taarifa kadiri mazungumzo na hatua hizi yatakavyoendelea. Oleria Palali Azam News.